Kwani maharagi ya jana mama ameisha? <tipot> <tipot> <Kajua mengi. tipot> <tipot> <Hey> mama <tipot> kajua saa hivi Waislamu si wamefunga, Wakristo wamefunga, afu sisi hapa tunakula kuna maana gani? Chukulia mfano, kwa mfano si tungezaliwa ah, mbugani huko porini. Sijui si kama fisi wanafungaga. Beba. Utauacha huu gari huu? Nengeneka. Kula manangu. Kwa hiyo kama mimi fisi na wewe nani? Si mtoto wa fisi. Alafu ujue wewe wewe usinipande wewe. Hmm, kichwani A -a, okay. Kambuka. Toka bule nitakuumiza wewe. Na wewe kula mtoto. <laughs> Mingine jamani, yaani mimi fisi siangefunga hata ya mpaka nifunge, mimi lazima kufunga. Nenda huko polini, kaka nasolo nasolo